Bidhaa hii mnayoiona hili gazi hili box hili limetengenezwa kwa magumashi vile vile. Alafu ndani ya bidhaa hii box hili ikishapatikana namna hii humu ndani kunakuwa kuna, kuna bidhaa hapa ndani hapa kunakuwa kuna bidhaa. Bidhaa hizi tunaita ni nini? Ni, ni break shoes. Hasa hizi break shoes ukiangalia hapa nje ni nembo ya Toyota. Alafu hii nembo ya Toyota hapa pia kuna hizi nembo hizi, zinakuja zinabandikwa. Hizi ziko tofauti kabisa, zinabandikwa na hapa ndani kanawekwa karatasi kuonyesha kwamba ni bidhaa mpya iliyotoka Japan. Sasa hizi brake shoes, nini kinachokuja kutokea, ndugu waandishi wa habari? Mtu anapokuja kununua hizi anajua amenunua mali original ya Toyota, anakwenda kuifunga kwenye gari lake, then mwisho wa siku hizi brake shoes pamoja na mfumo mzima wa breki unakuwa mtu anayenunua anadhani amefunga vitu original na anaondoka katika safari yake kutoka hapa kuelekea Mbeya, na anajiamini kabisa kwamba mali aliyonunua ni salama. Lakini baada ya muda, mali hii mnayoiona hapa imepigwa chapa kabisa huku ndani kama ni Toyota, lakini kwa uchunguzi wa awali na wataalamu ambao tunao, watachunguza zaidi, inaonyesha kabisa kwamba jambo hili si Toyota aliyefanya production lakini boksi hili limetengenezewa hapa hapa tulipo, halafu zinakuja zinabandikwa nembo hizi kuonyesha kwamba kwa kweli hii ni mali orijinal kabisa. Sasa mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba hiki kitu kinachofanyika kwenye mali hii ndivyo kinavyofanywa kwenye oili. Umenua gari yako leo mpya, unaweka oili yako, ndani ya miezi miwili injini imenoka injini imekosa uwezo, kumbe ni kwa sababu ya oili feki, au ni kwa sababu ya oili ambazo zinauzwa huku mitaani zikiwa sio zenyewe. Sasa hapa pia tunao wataalamu wa Toyota wenyewe ambao ndio wazalishaji hivi vitu. Ukiangalia haya madubasha yote haya ni madubasha ambayo yanazalishiwa mahali ambapo wao wanajua wachunguzi watafanya kazi hiyo, lakini hapa pana viashiria vya, vya haraka sana kwamba bidhaa hizi zote ambazo mnaziona ziko hapa ni almost bidhaa fake ambazo wazalishaji wenyewe wenye nembo hizi hawajazizalisha kwa hiyo unaweza ukaona Watanzania wanavyolalamika kwamba kuna ajali nyingi, alafu mtu anasimama, labda naweza kasema polisi haijafanya kazi zake, lakini ukija hapa ndo unaanza kuelewa kwamba, ala, kumbe unapodhani umefunga breki, halafu kumbe ni breki feki. Unaanza kuteremka mteremko wako, unaitafuta breki, unakuta hamna, mpaka mwisho tunakuwa tunapata ajali, watu thelathini, arobaini wanafariki, lakini vyanzo vyake ni kwa sababu ya watu wanaotazama wao kula pesa na kuwa matajiri, hata kama kutakuwa kuna kumwaga damu za Watanzania. Sasa haya ni mambo machache ambayo tunayaona yanaendelea hapa hapa. Ni Dar es Salaam, wala sio mbinguni. Na hivi ndo vinazalishwa hapa, vinabandikwa. Ile iko wapi? Ile imebandikwa. Hivi iko wapi? Imebandikwa. Ehe, hizi hii ni gasket sindio? Ehe, unayona mpaka hapa, hii ni gasket. Hili box hili kwanza limezalishwa hapa, hapa. Hili limezalishwa tu almost umumu. Limebandikwa Nissan, Nissan, Nissan. Hapa inakuja inabandikwa hii nembo hii kama mnavyoiona, ndugu waandishi wa habari, nembo hii inabandikwa kwamba hii ni bidhaa ya Nissan, lakini ni actual fact, ukija hapa hii bidhaa hata Nissan mwenyewe anashangaa kwamba hii bidhaa imetoka wapi. Unafunga gasket yako hii kwenye injini yako pale juu, baada ya muda unakuta li injini linakosa uwezo, injini yote inakufa. Ukihitaji inji ni original unakwenda kuta ni bei ya gari, lakini haya madubasha yote ambayo yanafungwa unakuta ni bidhaa fake zaidi. Pia unaweza kuta kwenye mfumo wako wa clutch, clutch plate, clutch pressure lease bearing, umefunga kwenye gari lako ambao ni lamanyo. Unaitafuta gia, umefika sehemu ambayo inataka kuwa na ajali, unaitafuta gia unashangaa gia haziingii, kwa sababu umekuwa na clutch plate, clutch pressures ambazo ni fake, lease bearings ambazo ni fake na mwisho wa siku tunashindwa kuhimili uwezo wa injini ambayo Mjapani eh, au mtu yoyote anakuwa ametengeneza kulingana na viwanda vyao. Sasa hapa tuko na jeshi la polisi, lakini tuko na watu wa TRA wa mapato, tuko na watu wa tume ya ushindani FCC, tutakuwa na watu wengine wengi kwenye hili eneo. Kuna magodauni hapa, kuna viwanda. Kuna viwanda vinavyotengeneza vinawanauza vioo, kuna viwanda vinatengeneza miswaki, kuna viwanda vinatengeneza rangi kuna viwanda vina assemble TV. Kuna viwanda vina assemble vitu vya vioni kwenye mambo ya sanitari haya hapa. Kuna viwanda vingine viko um ndani godauni la kwanza mpaka namba ishirini na tatu. Jana baada ya kuja hapa, tuliwaambia wote kwa lugha nyepesi kwamba leo tutakuja kwa ajili ya misako ya ziada, lakini kama unavyoona, ndugu andisho habari, magodauni karibu yote yamefungwa. Maanake nini? Maanake picha ya haraka Manake ni kwamba kuna uzalishaji wa vitu kinyume na taratibu, lakini wenye vitu wa serikali zetu za mitaa tunao hapa. Kuna bwana mmoja anaitwa Bwana Masawe, yuko hapa, lakini mwenyekiti ana wajibu mkubwa sana pia wa kuripoti kwenye serikali chochote anachokiona kinamzidi nguvu kwenye serikali yake. Sasa hii pia ni ishara mojawapo pia kwamba serikali za mitaa bado na wenyewe wanapaswa kuongezewa uwezo wa kujua wanachopaswa na kiongozi. Sasa kwa sababu hapa mahali wote wamefunga haya maduka au wamefunga hii haya magodauni kwa kukimbia au kwa kuwa na wasiwasi, kutoka leo nimepafunga rasmi, mpaka hapo kila mmoja atakaporipoti kwenye ofisi kulingana, nitakapotoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya kwenda kwenye ofisi ya TRA, kwenda kwenye ofisi ya FCC kwa miguu na mikono yao. Kinyume na hapo, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Muhindi, awe ni mtu gani atakapokanyaga hapa baada ya kukaidi hili tamko, atapata tabu sana na atakuwa chini ya sheria.